Wa wow, mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Tabora United wenyeji na dhidi ya Da Young African pale katika uwanja wa kumbukumbu -kumbu ya Al-Hassan Mwinyi mjini Tabora ana mengi yameendelea kuibuka na mengi yameendelea kuchukua nafasi kubwa kuelekea mchezo huo. Ukiachana na sakata la rushwa ambalo liliibuliwa na mkuu wa mkoa uh, Paul Chacha bana, sakata jingine ambayo inaendelea kuibuliwa ni Christina Mugala, amewataka a, viongozi wa kikosi cha Yanga hasa msemaji wao Ali Shabani Kamwe kumwomba ras Po Chacha, mkuu wa mkoa mkuu wa usalama e, katika mkoa wa Tabora, akisema kwamba amemvunjia heshima, na kile ambacho amekizungumza kuhusu Po Chacha e, ni baadhi tu. Alisema kwamba e, huyo Po Chacha mwambieni siku ya mechi hata hayo ni baadhi ya maneno ambayo yamemwibua Kristina Mwagala na kutoka hadharani na kumwambia Ali Shaban kamwe aweze eh, kuomba eh, radhi juu ya tukio hilo, huku wao Tabora United wakiendelea kusisitiza kwamba mchezo huu wanaotaka, na, na wanakwenda kushinda, eh, kama ambavyo waliopiga kikosi cha Yanga eh, goli tatu kwa moja katika mzunguko wa kwanza na kulamba kiasi cha milioni 30, lakini pia safari hii zimeongezwa milioni 30 nyingine endapo Tabora United atawafunga kikosi cha Yanga, kwa maana kwamba mkuu wa mkoa Pol Chacha aliweza kuweka kiasi cha shilingi Aya milioni hamsini, endapo Tabora United watawafunga Simba lakini wao wakala chuma tatu, anakuambia mkuu wa mkoa zile milioni hamsini, hakuweza kuzitumia aliziacha kama zilivyo. Safari hii ameongeza kumi nyingine ili kufikisha milioni hamsini endapo Tabora United watawamudu na kuwapiga da Young Africans, lakini pia Azam FC wameingia katika orodha e, ya timu ambazo zimepigwa na da, Tabora United na Tabora wakanufaika ka kitita e, cha mamilioni ya fedha bwana. Hicho ndicho kinachoendelea e, kurekea mchezo wa Daan African dhidi ya Tabora United.